Na mtazamaji wa Faida Online TV, hapa ni kwenye kijiji cha Madimba kinachopatikana kwenye kata ya Madimba, wilaya na mkoa wa Mtwara. Leo Faida Online TV tumetembelea baada ya kutokea taarifa ya wanafunzi kama watatu hivyo wa shule ya sekondari Madimba kupigwa na radi. E, siku kadhaa zilizopita sasa, leo tumefika hapa kuweza kuzungumza na familia ama wazazi, watuambie watoto wao wanaendeleaje mara baada ya kupigwa radi hiyo. kwa tumekuja tumekutana e, mzee ambaye ni mzazi wa mmoja kati ya watoto hao ambao wanatusimulia ilivyokuwa, namna alivyopata taarifa na namna alivyopata tiba kijana wake na mpaka sasa hivi hali yake inaendeleaje. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe, ku like na comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu. Hakika sisi ni watu wa field tukazungumza naye mzazi atuambie hali ilivyokuwa. Mimi jina langu naitwa Isa Ahmadi Msaka, ni mkazi wa Madimba, kijiji cha Madimba, kitongoji cha Shangani. Tulipata taarifa kwamba kijana wako wamepigwa na radi, taarifa ilikuwaje ilivyokufikia kwako, kwa na alikuwa yuko wapi? E, kweli nilitoka nyumbani jioni jioni, kwenye saa kumi saa tisa tisa hivi na kuja babalani wakanikuta watoto wa shule wa sekondari wakaniita, ah, mb... mwanao ampigwa na radi huko sekondari. Mimi natoka kwenda kufuata boda boda, mara kidogo ananiambia ah ashafika nyumbani. Mimi kuondoka pale kwenda nyumbani kumkuta, mimi kumchukua kumpeka zahanati. Baada kufika zahanati akafungiwa dripu zake mbili na akachomwa na sindano, basi tukakaa muda fulani tukaruhusiwa kuja nyumbani. Ulimkuta kwa katika hali gani? Kwa kweli nilipoenda nyumbani nimekuta amilala, lakini ajisikii vizuri na analalamika sana, na hata mgongoni alikuwa na mikwaruzo mikwaruzo, na lakini akilalamika sana kichwa. Mikwaruzo hiyo ni kama kucha ama kama nini? E, kama kucha Haa. Na mwenyewe anavyosimulia kwamba alimwona kabisa labda mnyama hivi, uh, mauma mdudu au aliona tu mwanga ule kwa umemwangusha, e, kubwa, yeye aliona kama mwanga umemwangusha sababu alikaa kwenye kiti, lakini uh, akaona kitu tu kama kimemlusha kuangukia chini ba. Hmm. Hali yake kwa sasa hivi ipoje? Kwa sasa hivi hali yake inaendelea vizuri. Mpaka e, sasa hivi ameanza shule tena mambo yanaenda. Akiona mvua mwenyewe sasa hivi anasemaje? Apati hofu baada ya tukio kutokea? Kwa kweli hilo swali bado sijamuuliza, kuwa ipo ipo, lakini namwona kama mawenge mawenge, sababu hata juzi kidogo ameniambia sijisikisiki vizuri, basi kama basi baadaye tutaenda zahanati. Lakini kweli sijaenda zahanati kwa ajili ya hali ya kiuchumi kidogo imiumba kwangu, lakini ningekuwa na uchumi, maana yake ningeenda naye tena kwa ajili ya checking tena na hali hiyo, hali ya kupigwa na radi hapa watoto imeshawahi kutokea, labda kwenye miaka ya karibuni hivi ama ni tukio ambalo limetokea tu e, labda sasa hivi mpya? E, bado halijatokea toka nipate mimi akili, sijasikia kama Madimba imewahi kutokea radi kwa kumgusa mtu wowote. Kwa hiyo ni hii maamu ya, ya kwanza e. kwa majina yaitwa: Hamdi Hassan Mdumba, ni mwenyekiti wa serikali ya, ya kijiji cha Madimba hapa kwako kwa kumetokea taarifa ya radi nadhani siku kadhaa zilizopita na, zilizo na siku zimeleta athari kidogo. Ilikuwaje na kina nani walikuwa wameathirika e? ni kweli hilo tukio lilifanyika, ilikuwa siku ya Jumanne. Kwa hiyo hiyo tukio lifanyika katika shule ya sekondari ya kata ya Madimba na walioathirika ni wanafunzi watatu, lakini mpaka sasa bado wanaendelea vizuri. Na baada ya tukio kufanyika waliwaishwa moja kwa moja wakaweza kupata huduma ya kwanza. Na walikuwa ameathirika zaidi eneo gani? Pengine ee, huyu mwingine aliathirika mgongoni kidogo, mwingine alikuwa mkononi na mwingine alikuwa mbavuni. Wakati tukio linatokea walikuwa wako shuleni? Wakati tukio linatokea walikuwa wako shuleni, wakiwa ndani ya chumba cha darasa. Okay. Wote wanafunzi wa kidato cha nne? Kwa hiyo kwa sasa hivi wameshaanza kurudi tena shuleni ama bado wako nyumbani? Kwa sasa hivi washaanza kurudi shuleni na kuendelea na masomo Kazi yetu kama Faida Online TV kufika kwenye maeneo mbalimbali, pale ambapo anatokea taarifa yoyote na kuchukua taarifa hiyo na kuwahabarisha Watanzania na wale ambao sio Watanzania. Tumefika leo kwenye kijiji cha Madimba na kata hii ya Madimba, wilaya na mkoa wa Mtwara, kwa lengo la kuzungumza na wale ambao wamekumbwa na dhahma hiyo, wazazi, kwa sababu watoto sasa hivi wako shule. Kwa tumepata nafasi za kuzungumza na wazazi wakituambia kwa upande wao nini ambacho kilitokea na hatua ambazo zimechukuliwa.